Kerima Story na Juma Lokole eh, ni wanajulikana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kutokana na stori zao ambazo huwa nazipiga online katika piji zao, ikiwemo Kerima Story pamoja na Juma Lokole. So wameweza kumvaa eh, Chief Godlove Mkibete kwa hichi ambacho anakifanya mpaka hivi sasa, ikiwa yeye e, ee, kwa upande wake anasema kwamba anahitaji kumpush mtoto, na juzi alikuwa anaongea na msanii Mkongo kabisa hapa Bongo eh, TID, wameweza kuzungumza mambo mengi sana na akawa anashauriwa na yeye akasema kwamba ni neka mpush amekubali kuweka pesamezankwajili yakumfiksha huyudogo huyu ambaye, eh, ambaye anakuja na no wimbo wake mpya eh, so, eh, eh, wa mtoto huyu mwenye umri wa miaka takriban pungua wala So katika e, peji yake baada ya kuposti hii klipu akiwa na Pipijojo katika gari, wamevaa nguo fulani hivi nyeupe white lakini ni sare. Alikuja story aka komenti kwa komenti ambayo imeweza kuzua mjadala sana katika peji na ukrasa wa Instagram wa Chief Godlove Mwakibete ambapo alikuja kusema kwamba ifuatavyo, mimi nitanukuu jinsi komenti yake ilivyokuwa inasema. Hmm. Sina imani kabisa eti ni mtoto na babake alafu akaflash na emoji zaidi ya tano za kucheka. Mwanadada huyu Karima Story. Sasa hicho ndo kikafanya mpaka mjadala mkubwa ukaanzia hapo. Watu wakawa wana diskasi sasa. Je, yeah, ni kweli hao watu ni baba na mtoto wake ama ni Chief Godlove mwa Kibete anahitaji kumpu, kumpushi Pipijojo. Watu ndo wakwanza kudiscuss ni mtu. Upitia komenti baadhi za wadau na maoni yao, walikuwa wanasemaje? Huyu hapa anaitwa Juma Lokole, akiweza kusema kwamba ndo yale yale ya Kanumba na Lulu. Chifu anampa kuku mchele akikuwa anamla huyo kuku na wali <laughs> Comment yake imepata likes 28 lakini watu wameweza kureply kasema kwamba unazingua kake. Mwingine kaza kusema kwamba mbona nimecheka hii comment. Huyu mwingine kaza kusema kwamba mdomo wako hauendagi bule. Siku utasema jamani ilisema. Huyu mwingine anaitwa Shafiki kaza kusema kwamba huy huyo dogo akija kutoka hapo ataongea mengi sana. Media tu yake itakuwa sio ya kitoto. Anaitwa Mukilukas kaza kusema kwamba Eh, usikute mashati ya hela za jamaa ni kuwa, eh, ni kuwa haruhusiwi kuwa na dem yani hasi, hasimami. <laughs> Haya bana, mwingine anaitwa Kariakoo, niakweza kusema kwamba hii ngoma kali sana. Huyu anaitwa Tigan Ibrahim kaweza kusema kwamba na ndo isha kuwa hiyo sija, sijui na mimi nitafute kwa eh, wa, wa kumdhamini kwenye mziki mwingine kaweza kusema kwamba ushazoea kenyewe tu nadhani huyo mtoto yuko kama wewe. Mwingine kaweza kusema kwamba hiyo mboga yake nye hamjui kwani njooni kwenye peji yangu mjione huyu. Mwingine kaweza kusema kwamba mda utaongea kweni wapole. Huu mwingine kaweza kusema kwamba sio kila dume eh, anapiga mti. Mwingine kaweza kusema kwamba wamependezana, mimi eh, nimeombea nime, nime iwe kweli cause haka katoto kapisi huu mwingine angeza kusema kwamba chief, huna skendo hata za kuwa na dem, ninaonyesha sabuni hazikai ndani mwake. Mwingine angeza kusema kwamba e, hajakulipa hela yako umemgokia tena. Mwingine angeza kusema kwamba analinda mali istawi vizuri, ajichukulie jiko tu hapo. huu mwingine angeza kusema kwamba huamini nini, wakati jamaa alisemaga ametoa jicho la tatu. E, kama huamini nenda kathibitishe. Huu mwingine kaweza sema kwamba what the problem hapo, wakiwa na mahusiano si ni jinsia tu tofauti. Mwingine kaweza sema kwamba hacha eh, hizo stori, wewe kabebewe nyota katupe huko. Mwingine kaweza sema kwamba hapana, chifu huwezi, anajiheshimu sana. Huu mwingine kaweza sema kwamba kifa na huyu atutajua eh. Mwingine kaweza sema kwamba mume na mke <laughs> vishakulana visha. Mwingine sema kwamba nakumbusha tu, ukifungwa jela mwaka huu utatoka elfu mbili na hamsini na tano. Huyu mwingine sema kwamba ile chief Godlove Makibete, e, unapo e, na nini pazuri sana, maana katoto bado ni kabichi hicho kipipijojo <laughs> mwingine must be eaten. Huu mwingine asema kwamba fundi simu anatangaza biashara. Hizo ni baadhi ya comments za dawa ambazo wamekuwa wakizitoa katika page na ukurasa wa Chief Godlove Mwakibete ikiwa mpaka sasa klipu zao zinaendelea ku, e, tisha, mm, kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii kwa hichi ambacho anakifanya Pipijojo e, pamoja na e, bosi wake mpya ni kama meneja wake tu. Chief Godlove Mwakibete wamegaragaza sana katika mtandao wa Instagram, e, toka hizi siku mbili tatu sana, wamekuwa wakiteka handles, klipu zao nyingi zimekuwa zikizunguka na hii ni kufuatia kwa hichi ambacho wanakifanya. Chief Godlove Mkibete ameita baadhi ya wasanii kama Chid Benz, tumekuja kuona pia amemwita TID kwa ajili ya kumshauri kuhusu kuwekeza kwa huyu eh, Pipi Jojo ambaye anatesa na wimbo wake mzuri kweli kweli eh, wa eh, E, cha kacha wimbo ambao unaendelea kuvuka mipaka, unateka headline sana huko Kenya, umekuwa ni wimbo pendwa muda wote, na watu wamekuwa wakifurahia. So ni story nyingi mpaka hivi sasa zinaendelea kupigwa katika mitandao mbalimbali mbali ya, ya kijamii e, watu wakifurahia kwa haya ambayo yanaendelea, kwa hichi ambacho anakifanya Pipijojo e, pamoja na Chief Godlove Mkibete mambo mengi yameendelea kuzuka sana. Unazungumzaje hii skendo ambayo ameweza kuizusha Juma Lokole pamoja na Madada Kerima Story katika page na ukurasa wao wa Instagram, wakizungumzia haya ambayo yanaendelea, wengine wakisema kwamba hili lazima lije kuwa penzi la baadaye ambalo kila mtu analitazama. Kwa hiyo stories zimekuwa ni nyingi sana, watu wakijibishana maneno ya hapa na pale, lakini sio mbaya eh, kama ikitokea eh, tajiri Chief Godlove Mkibete akiweza kuishi na pipi jojo, wewe unazungumziaje? Afisha comment yako hapo chini. Blue house ni hapa, mimi ni dax underscore drizz. Subscribe hapo chini.